Hafahamu, mke wake mjamzito sasa ameolewa na bilionea. Bila kujua mke wake wa zamani mjamzito sasa ameolewa na bilionea, Richard Blackwell alikuwa ameketi kwenye gari lake la Bentley, yadi fanti sembali, akicheka pamoja na mpenzi wake Vanessa kuhusu maji ya matope waliomwaga juu ya Emma, wakati msafara wa magari meusi ya Range Rover yenye namba za serikali ulisimama kwenye kona ya barabara, pale mke wake wa zamani alisimama akitoboa na kutetemeka. Kicheko cha Richard kilikoma kooni mwake alipomtazama ulinzi wa kiunda kizuizi cha ulinzi kumzunguka mwanamke ambaye alikuwa amemwita tasana asiye na thamani. Alimtazama mwanaume mwenye suti ghali akishuka na kumfunika koti mabegani mwa Emma aliyekuwa akitetemeka alimtazama huyo mwanaume uso wake ukibadilika kutoka wasiwasi hadi hasira ya kifo alipomsimulia Emma kila kitu. "Subiri, Richard," alinong'ona, mikono yake ikianza kutetemeka juu ya usukani. "Je, huyo ni je huyo ni Alexander Sterling?" Uso wa Vanessa ukazika. "Mungu wangu, Richard, huyo ndiye Alexander Sterling, mwana wa bilionea! umefanya nini?" lakini Richard hakuweza kujibu kwa sababu Alexander Sterling alikuwa akitembea moja kwa moja kuelekea Bentley yao, macho yake yakimkaza Richard kama mwindaji aliyemwona mawindo wake. Na wakati huo Richard Blackwell aligundua kwa hofu kamili kwamba mwanamke maskini mwenye kukata tamaa ambaye alikuwa amemfedhehesha mbele ya kamera hakuwa akitaabika hata kidogo alikuwa ameolewa na mwanaume aliyedhibiti kila mkataba ukiendesha ufalme wake wa paundi milioni 47. Sitia, kama hadithi hii inakuvutia, tafadhali jiunge nasi kwa kubofya subscribe ili usikose sehemu inayofuata. Gusa kengele ya arifa ili upate habari mpya. Kilichotokea katika saa 72 zilizofuata hakikumshtua Richard na mpenzi wa ketu kiliwaharibu kwa njia ambayo hawakuwahi kuona, na wakati baba yake Alexander alifanyia tangazo lake kwenye televisheni ya moja kwa moja, wiki tatu baadaye, Richard alipoteza kampuni yake, utajiri wake, mpenzi wake na kila kipande cha heshima aliyowahi kuwa nacho. Lakini hapa ndipo kitakachokushangaza. Alexander alimwambia nini Richard barabarani pale ambacho uso wa makurugenzi mtendaji bilionea ukafifia rangi yake yote? Ufalme wote wa Richard ulianguka vipi katika siku tatu tu baada ya simu moja? Na nini kilitokea Vanessa alipogundua alikuwa amemcheka familia yenye nguvu zaidi nchini Britain? Je, alibaki na Richard au alimwacha mara mitu wake alipopoteza pesa zake? Endelea na mimi kwa sababu, wakati Richard anapuna nani amefika kumchukua mke wake wa zamani, maskini mwenye huruma, uso wake unabadilika kutoka ushindi hadi hofu kamili, na yote yamechukuliwa kwa kamera. Richard alikuwa bado akicheka, bado akimwonyesha kidole Emma, aliyefunikwa na matope, aliposikia sauti ya injini, injini nyingi zikisogelea haraka, tabasamu lake likapungua. Vanessa alikuwa akiweka tena rangi ya midomo kwenye kiu cha visor, bado akicheka. Umeona uso wake? Mungu, Richard wewe ni mbaya. Alionekana kama panya aliyezama. Richard hakusikiliza tena. Macho yake yalikuwa yamekaza kwenye magari matatu meusi ya Range Rover ya yakisimama kwa mastari kamili. Madirisha yao yalikuwa meusi sana, huwezi kuona ndani namba zao za leseni zilibeba muhuri wa serikali ambazo zilimfanya tumbo lake kushuka. Vanessa alisema kimya kimya, "Tuondoke," lakini ilikuwa tayari ni kuchelewa. Milango ya Range Rover ya kwanza ilifunguka na wanaume wawili wenye suti nyeusi wakashuka. Sio walinzi wa kawaida, aina ya walinzi wanaowalinda viongozi wa nchi. Walisogea kwa usahihi wa kijeshi, wakichunguza mtaa wakizungumza kwenye vifaa vya masikioni, wakiunda uzio kumzunguka Emma kana kwamba alikuwa malkia. Kisha mlango wa nyuma wa Range Rover ya pili ukafunguka. Richard alitazama, kinywa chake kikinyauka wakati mwanaume akishuka, mrefu, miaka ya mwishoni mwa thelathini, akivaa suti ambayo pengine ghali kuliko malipo ya gari lake, nywele nyeusi, taya imara aina ya uwepo ambao uliwafanya wote waliomzunguka waonekane wadogo. Macho ya mwanaume yalimwona Emma mara moja, na kitu kilipobadilika usoni mwake wasiwasi wasi, kisha hofu, kisha kitu baridi na hatari ambacho kilifanya mikono ya Richard kuanza kutokwa na jasho juu ya usukani. Mungu wangu, Vanessa alinong'ona, rangi yake ya midomo ikisahaulika. Richard, je, huyo ni Alexander Sterling? nadio Richard alisema na sauti yake ilisikika kama imenyongwa. Alimtazama Alexander Sterling, mwana wa Lawrence Sterling, afisa mkuu wa uendeshaji wa Sterling Global Holdings, mrithi wa ufalme wa paundi bilioni dwara, akikimbilia Ema na kumfunika koti mabegani mwa yule aliyetetemeka. Alimtazama Ema akimtazama juu Alexander, machozi yakitiririka usoni mwake uliofunikwa na matope. Alimtazama akionyesha kidole moja kwa moja kwenye Bentley ya Richard. "Richard, sauti ya Vanessa ilikuwa inapanda, hofu ikijitokeza Richard, huyo ni Alexander Sterling. Alexander Sterling. kwa nini yeye alimwoa? Richard alisema na maneno yalisikika kama kio kilichovunjika kinywani mwake. Emma alimwoa Alexander Sterling. vipande vilikuwa vikiunganishwa kichwa chake, kila kimoja kilikuwa kibaya zaidi kuliko kingine. Pete ya dhahabu rahisi kwenye kidole cha Emma ambayo aliidharau kuwa ya bei nafuu. Jinsi alivyo kuwa akingalichaya kufunikwa na matope. Jinsi ya ulinzi ambavyo mikono yake ilikwenda kwenye tumbo lake la mimba, sio aibu, ulinzi. Kwa sababu mtoto huyo hakuwa mtoto tu, mtoto huyo alikuwa mrithi wa Sterling. Richard alikuwa amemwaga tu maji ya matope juu ya mke wa Alexander Sterling aliyekuwa na mimba, mkwe wa waziri mkuu. Mama wa siku zijazo wa nasaba ya Sterling na alikuwa amefanya hivyo akicheka, akimwita tasa, wakati mpenzi wake akicheka kwenye kiti cha abiria, wakati kijana akipiga video kwa simu yake. Endesha. Vanessa alisema ghafla, sauti yake ikalikuwa hofu. Richard Endesha sasa hivi, lakini Richard hakuweza kusogea. Alikuwa akitazama uso wa Alexander Sterling wakati Emma alipomwambia kilichotokea akitazama jinsi taya yake ilivyokaza jinsi mikono yake ilivyokunja kunja kuwa ngumi jinsi mwili wake wote ulivyoganda kwa hasira iliyozuiliwa kwa bidii. Kisha Alexander alitazama moja kwa moja kwenye Bentley, moja kwa moja kwa Richard, na akaanza kutembea kwao. Mungu wangu, Vanessa alinongona, Mungu wangu, Mungu wangu, Richard anakuja hapa. Richard alijaribu kuanzisha gari lakini mikono yake ilikuwa ikitetemeka sana, hakuweza kuweka ufunguo kwenye ignition. Alexander Sterling alikuwa akivuka barabara sasa, timu yake ya ulinzi ikimfuata, na Richard ghafla alielewa maana ya kuwa mawindo. Alexander alifika kwenye Bentley na kuinama kwenye dirisha la Richard, uso wake uliangavu kabisa ulithibiti kabisa, ambayo kwa namna fulani ilimfanya awe na hofu mara elfu zaidi Richard Blackwell, Alexander alisema kimya-kimya na sauti yake ilikuwa kama barafu. Mimi ni Alexander Sterling. Mwanamke uliyemfunika matope sasa hivi huyo ni Emma Sterling, mke wangu, mama wa mtoto wangu, na utalipia kwa kila sekunde ya kile ulichomfanyia. Kinywa cha Richard kilifunguka lakini hakuna sauti iliyotoka. Ubongo wake ulikuwa ukipiga kelele aombe msamaha Aeleze afanye jambo fulani, lakini sauti yake ilimwacha kabisa. Vanessa alijaribu kuinama kwake, Bwana Sterling, pole sana, hatukujua. Richard alisema alikuwa hakuna, alisema ondoke ni mbele yangu. Alexander alisema hata hakumtazama, macho yake yamekaza juu ya Richard, una sekunde dad, ondoke kabla sija kufanya ukamatwe kwa shambulio. Richard hatimaye alipata sauti yake. Alexander, sikiliza, ilikuwa ni mzaha tu kati ya wachumba wa zamani. Sikujua ameolewa tena. Mimi mzaha. Macho ya Alexander yalikuwa ya mawaji. Ulimdhihaki mtoto wake aliyefariki, ulimwita tasa, ulimfedhehesha mke wangu mjamzito barabarani ya umma wakati mtu alikuwa akipiga video. Je, hiyo inasikika kama mzaha kwako? Simu ya Richard ilianza kulia, aliipuza. Lakini Alexander alicheka. Baridi. Mwindaji. Unapaswa kuijibu hiyo. Simu iliendelea kulia. Mikono ya Richard ilitetemeka alipochukua. Skrini ilionyesha jina la mwenyekiti wa bodi yake. Halo? Sauti ya Richard ilivunjika. Richard. Sauti ya mwenyekiti wake ilikuwa inatokwa na hofu, ikipiga kelele. Sterling Global Holdings wamejiondoa. Kila kitu. Paundi milioni 340 za mikataba zimeisha, wanasema ni ukiukaji wa maadili na tabia isiyofaa. Umefanya nini? Uso wa Richard ukapoteza rangi yote. Alimtazama Alexander ambaye alikuwa bado amesimama pale, bado akimtazama kwa macho yale baridi ya kuhesabu. He, Hi, hiyo ni mwanzo tu. Alexander alisema kwa upole. Kesho asubuhi, hautakuwa na kampuni. Wiki ijayo, hautakuwa na sifa, na wakati baba yangu atakapomaliza na wewe, ungetamani tamani ungekuwa umeonyesha mke wangu heshima aliyostahili. Alexander alisimama wima, akageuka na kurudi kwa Emma, akamkumbatia, akamsaidia kuingia kwenye Range Rover kama alikuwa amefanyizwa kiu. Msafara wote ukaondoka, ikimwacha Richard akiketi kwenye Bentley yake na mwenye kiti wake, kelele sikioni, akipiga kelele sikioni mwake, na Vanessa akimtazama tazama kwa hofu inayozuka. Richard, Vanessa alisema polepole pole, tumefanya nini? Video hiyo ilianza kuenea kwa dakika 17 kijana aliyepiga kila kitu aliiweka na manuku, mkurugenzi mtendaji bilionea anamwaga matope kwa mwanamke mjamzito ambaye anagundulikana kuwa mke wa Alexander Sterling. Tazama kinachofuata. Wakati Richard alipofika nyumbani, ilikuwa na mitazamo milioni den. Simu yake haikuacha kulia. Waandishi wa habari, wawekezaji, wanachama wa bodi, wote wakidai majibu. Vanessa aliketi kwenye sofa yake akizungusha mitandao ya kijamii, uso wake ukizika na kila upakuliaji. Richard, wanakuita mnyama. Instagram yangu inajaa na vitisho vya kifo. Watu wanasema mimi ni mbaya kama wewe. Richard alizunguka zunguka sebule yake akijaribu kupiga simu timu yake ya PR, mawakili wake, mtu yeyote ambaye angeweza kufanya hili liondoke, lakini kila simu ilienda njia moja: hofu, lawama, vitisho vya kuacha. Saa kumi na mbili usiku CFO wake alituma barua pepe mara moja, nina jiuzulu, siwezi kuhusishwa na hili. Kufikia asubuhi, mabenki makubwa matatu yalikuwa yameta mikutano ya dharura. Kwa mikataba ya Sterling imegandishwa, mistari ya mikopo ya Richard ilikuwa hatarini. Walitaka paundi milioni 60 katika siku 30 kulipa. Tunaweza kuuza mali, Richard alisema kwa kukata tamaa. Tunaweza. Bwana Blackwell, benki yake ilimkatiza baridi. Ulishambulia mwanachama wa familia ya Sterling kwenye kamera. Hakuna benki nchini Britain itakayokushika. Soko la hisa lilifunguka Blackwell Estates ilianza kuwa paundi 42 tenser kwa hisa. Kufikia adhuhuri ilikuwa fthnty ot turnte. Kufikia mwisho wa soko a chas kuanguka kwa asilimia limpeputris katika siku moja. Richard alitazama utajiri wake wa kibinafsi ukitoweka, paundi milioni 22 zimesha katika saa 6. Bodi yake ilitamkutano wa dharura. Wanachama dwa waliketi kuzunguka meza ya mahogani na hakuna hata mmoja aliyemtazama machoni Richard, mwenyekiti wake alisema, na sauti yake ilikuwa kimya cha mazishi. Bodi imepiga kura. Umeondolewa kama mkurugenzi mtendaji mara moja. Marcus atachukua nafasi. Hamwezi kufanya hivi, Richard alipiga ngumi mezani. Mimi nilijenga kampuni hii. Na wewe uliangamiza. Mahana mmoja, mwenyekiti wake alisema. Ulinzi watakusindikiza nje. Richard aliketi kwenye gorofa yake ya Mayfair usiku huo akitazama habari. Kila kituo kilikuwa kikiendesha hadithi. Msanidi wa mali amfedhehesha mkwe wa waziri mkuu. Walionyesha video mzunguko. Emma amesimama pale mjamzito na akitoboa. Richard akicheka. Vanessa akicheka. Alionekana kama mkorofi. Alikuwa mkorofi. Vanessa aliingia na mizigo miwili. Unaenda wapi? Sauti ya Richard ilikuwa tupu. Ninaondoka. Hakumtazama. Matthew Thornton alipiga simu. Meneja wa mfuko wa lindikizo anataka kunichukua kwa chakula cha jioni. Unaniacha kwa mtu mwingine sasa? Ninakuacha kwa sababu unakaribia kupoteza kila kitu, Richard, na mimi siko mjinga wa kukaa. Alichukua mifuko yake na kutembea kwenye mlango. Miaka hii miwili haikumaanisha chochote? Sauti ya Richard ilivunjika. Vanessa hatimaye alimtazama, hakuna chochote machoni mwake, hakuna upendo, hakuna huruma, hakuna kitu. Ilimaanisha chakula cha jioni cha bei ghali na mtindo wa maisha ambao nisingeweza kumudu peke yangu. Lakini hiyo imeisha sasa. Mlango ukafungwa. Richard aliketi peke yake kwenye gorofa yake nusu tupu, akigundua alikuwa ameangusha ndoa yake na Emma kwa ajili ya Vanessa. Na Vanessa hakuwahi kujali kuhusu yeye yeye hata kidogo. Wiki tatu baadaye, Richard alikuwa akiishi kwenye ghorofa yenye viyumba viwili vya kulala kusini mwa London. Penthouse ya Mayfair ilikuwa imechukuliwa na mabenki, Bentley ilirudishwa. Alikuwa akifanya kazi kama mshauri wa mali sasa, akipata paundi elfu sanprosite kwa mwaka, chini ya Emma alivyopata kama mwalimu. Uchumba wa Vanessa kwa Matthew Thornton ulitangazwa kwenye Times. Alionekana mzuri kwenye picha, akivaa almasi iliyokarimu zaidi ya mshahara wake wa mwaka. Aliona tangazo la gala ya jamii ya Sterling kwenye mitandao ya kijamii, matangazo ya moja kwa moja kwenye BBC One, ukikusanya fedha kwa watoto waliopata hasara ya wazazi. Mradi wa shauku ya Emma, Richard alijiambia mwenyewe hatatazama. Lakini saa, aswr jioni aliwasha televisheni kwa sababu hakuweza kujizuia. Ukumbi ulikuwa wa ajabu, minara ya kristali, watu duaratus wenye nguvu zaidi nchini Britain wakiwa na mavazi ya jioni na tuxedo. Na Emma alikuwa pale, amesimama karibu na Alexander kwenye gauni la zambarau ambalo lilionyesha kikamilifu mimba yake ya miezi sita. alikuwa akinga, akimeremeta, ana ujasiri, anapendwa. Sa Lawrence Sterling alichukua kipaza sauti. Uwepo wake ulitawala ukumbi wote. Habari za jioni. Asante kwa kujiunga nasi leo. Kabla hatujaendelea, nina habari za furaha kushiriki. Ukumbi ukakimia. Wengi wenu mnajua mwanangu Alexander alimua mapenzi ya maisha yake mwaka huu. Emma Sterling ameleta nuru na kusudi kwa familia yetu. Ametuonyesha nguvu halisi inaonekana vipi. Wema katika uso wa ukatili, heshima licha ya dharau, upendo baada ya kuvunjika kwa moyo. Macho ya Emma yalijaa machozi. Alexander alikinya makono wake. Leo ni na furaha ya kutangaza kwamba Emma anachukua mjukuu wangu wa kwanza, mrithi wa urithi wa familia ya Sterling. Ukumbi ulilipuka kwa makofi. Kamera zilimulika. Mikono ya Richard ilikamata sofa yake ya bei nafuu. Sauti ya Lawrence ilikuwa imara zaidi. Mtoto huyu anawakilisha siku zijazo za kila kitu tulichojenga. Emma ametufundisha kwamba thamani halisi siyo kuhusu utajiri, ni kuhusu tabia, ni kuhusu kumtendea kila binadamu kwa heshima. Macho yake yalionekana kumtazama moja kwa moja kupitia kamera. Ndiyo maana nataka kuwa wazi, yeyote anayedharau familia yangu ambaye angeweza kumdhuru binti yangu au kuhatarisha mtoto wake atakabiliana na matokeo. Tunalinda wetu wenyewe. Kila mtu ukumbini alijua haswa alimaanisha nani. Richard alizima TV kwa mikono inayotetemeka. Miezi tatu baadaye, kichwa kikasema: Emma Sterling anapokea mtoto wa kiume mwenye afya. Picha zilionyesha Emma kwenye kitanda cha hospitali, amechoka na akingaa akishikilia James Lawrence Sterling. Alexander alisimama karibu na ye, machozi yakitiririka usoni mwake. Lawrence alicheka pembe, kama alikuwa amepewa ulimwengu. Richard aliona ripoti kwenye tube akienda nyumbani kutoka kazini. Mwana mke mkabala naye alikuwa akisomea binti yake kutoka kitabu cha picha. Msichana mdogo alionyesha picha ya gazeti. Mama, je, huyo ndiye bibi mzuri kutoka TV? Ilikuwa Emma kwenye ufunguzi wa shule akizungukwa na watoto. Ndio mpenzi, huyo ni b Sterling. anawasaidia watoto kujifunza kusoma, ana uzuri ana na ni mwema sana. Richard alitazama mbali, akatazama mfano wake kwenye dirisha, giza la tunnel. Aliona mwanaume ambaye aliangamiza mwanamke pekee aliyewahi kumpenda kweli, mwanaume ambaye alimwaga matope kwa malkia na kumwita asiye na thamani, mwanaume ambaye alipoteza kila kitu kwa sababu hakuwahi kuelewa kinachohusika Biblia inasema katika Wagalatia 6:7, "Msidanganyike, Mungu hawezi kufanyiwa mzaha, mwanadamu anavuna alichopanda." Richard alipanda ukatili na kuvuna uharibifu. Emma alipanda unyenyekevu na kuvuna ufalme. Hakumpoteza Emma kwa Alexander Sterling, alimpoteza Emma kwa nafsi yake mwenyewe. Kama hadithi hii imegusa moyo wako, tafadhali junge na chaneli yetu na uwashe kengele ya arifa, ili usikose hadithi zinazothibitisha tabia sio utajiri inatuamua hatima. Tuambie katika maoni unaangalia kutoka wapi, na ushiriki hii na mtu anayehitaji kukumbuka kwamba jinsi tunavyowatendea watu ni muhimu zaidi kuliko tunachomiliki. Wakati mwingine kisasi bora sio kisasi kabisa ni kuishi vizuri vya kutosha hivi kwamba karma inashughulikia mengine.